Kwanza mi usinipongeze usini, usini ku, ku, kupostiwa na, na, na mheshimiwa waziri yeah. Sawa, so, ni kiongozi mkubwa ni waziri shanela kwenye serikali yetu, sio kwa wazifa wake ni, ni mtu mkubwa kwenye serikali na, na jamii pia, lakini usinipongeze mi kupostiwa Aa, na mheshimiwa waziri Ngwajima. Atumpongeze yeye, mimi nimetoa maoni yangu Uh, nimpongeze kayazingatia, na ni wapongeze na jeshi la polisi, na kweli wakamkamata Mwijaku sijui alimkamata saa ngapi ya dono, lakini amepata zamana zamana, ni haki yake, sababu hajaua, hana kesi ya kumiliki bunduki, hajakutwa na madawa kulevya. Kwa hiyo kuna kesi ambazo ni ngumu kupata zamana, lakini kesi kama hiyo kupata zamana zamana iko wazi koo ni haki yake ya msingi upata zamana. Kwa hiyo asitoke mtu akasema kwa nini kakamatwa afu yuko mtaani, kwa sababu kesi kama ile unadhaminika aja vizuri. So, na napongeza uh, waziri Ngwajima kwa kutimiza hilo, kaperform vizuri kama waziri, kasimama kama waziri anaye ambaye kateuliwa na mheshimiwa rais kudili na jamii kwa hiyo katimiza wajibu wake, tumpongeze kwa hilo. Jeshi la polisi limetimiza wajibu wake, nawapongeza kwa hilo. Kwa mambo mengine tuwachie wenyewe wahusika, sababu sisi sio polisi, sisi sio waziri, sisi sio mahakama ya kwao. Tulitoa maoni na maoni yawe yamefanywa kazi ya hilo, ndo anastahili kupongeza waziri pamoja na jeshi la polisi. Na hilo jingine nini, swala la Mwijaku ku, kutoka kule lakini, bado wakaanza kurushana maneno, na tuseme kuna baadhi ya wadau, baadhi ya wasanii ambao walionesha kuguswa na tukio la Mwijaku kukamatwa, ikiwepo ikiwemo na alikuwa mpiga picha wa Diamond Lukamba, ambaye alipongeza akasema, kuna baadhi ya watu ambao wanajificha kwenye vivuli vya serikali katika kufanya vitu ambavyo si vizuri katika jamii. Lakini pia Mwakinyo naye alionesha kulipenda lile swala la Mwijaku kukamatwa na jeshi la polisi, kitu ambacho Mwijaku kwa kile kilibwa isiye tofauti hakupenda kuonekana kwamba anakandamizwa na Mwakinyo. Ukilinganisha Mwakinyo naye alikuwa anakabiliwa na kesi ya kumpiga yule kijana ambaye alikuta alimkuta na anaokota nazi, kulingana na statement ambazo zilikuwa zinazungumzwa. So kwako wewe, Mwijaku alikuwa anastahili kuanza kujibizana ma, maneno hivi ukilinganisha ametoka kuojiwa na jeshi la polisi kulingana na kile kilichotokea. Ya yeah, kwa sababu Mwakinyo yeye kama ataki Mwijaku, lakini na yeye siku zilizopita alikuwa na, na, na, na, na, na, na skendo ya kumshambulia ule dogo, na kwa mjibu ya waskendo wenyewe ilikuwa ni kwamba yeye alisema anajuana na wakubwa, ushanaelewa. So na yeye swala sijui limeishaje. So kwa hivi vitu vinaweza kamtokea mtu yoyote hata mi mwenyewe kesho unaweza ukashangaa nimekamatwa na polisi kama nimekosea. Lakini wanavyojibishana Mwijaku na Mwakinyo, wanajibishana si, nobody case nobody case. Huo ni bishani wao haimusi musi woyote. Kwa hiyo hatuwezi kujua Mwijaku na Mwakinyo wanabishana ki kivipi. Kwa hiyo hiyo ni, ni, ni, ni, ni game yao Acha waicheze gemu yao kama wao, aihusu wala imusu mtu yoyote si, si, wengine ni kutazama wa mtu fulani wanabishana, wana sababu zao. Mtu fulani, niache. Kutoa neno lolote au ku drop comment yoyote kuhusiana na mabishano ya, ya Mwijaku katoka polisi. Kapata dhamana ndio, ana haki ya kutumia mtandao wako olisim mtandwao mtandao wake kubishana na na yoyote kwa sababu na, yoyote kwa sababu, kubishana, na Mwijaku kubishana Mwakinyo hajavunja sheria, avunji, sheria. Kwa hiyo hata jeshi la polisi hawezi kumkalia tumekuachia alafu natukana na Mwakinyo, njoo ndani, Shana, sheria, ka, Mwakinyo, sheria, na Mwakinyo njoo ndani sheria. Kwa hiyo ni gemu yao, tuwache gemu yao. Polisi haihusiani mahakama haihusiani wala serikali haihusiani. Mahakama itahusika kama wakipigana, wakivunja sheria, na jeshi la polisi likowapeleka mahakamani, ndio mahakama inafanya nini, inahusika. Wakipigana mmoja akiwahi polisi, polisi ndio inafanya nini, inahusika. Lakini kwenye mabishano yao polisi haihusiani nayo, mambo waziri Ngwaje mahusiano kwenye mambo sio mwanisha. Kwa hiyo tuwaache na game yao, ni mabishano ya kwenye mitandao. Na tukija kwenye historia ya Mwijaku katika haya sakata la mabinti hao ambao pia nao walikamatwa jana kwenda kuojiwa na kile kilichotokea miaka ya nyuma cha Menina, tuna nini cha kumshauri ndugu yetu? Ya kwanza mimi ni, ni kitu ambacho kinanishangaza sio Mwijaku wengi, nachonishangaza tu makampuni. Makampuni kwa maana Clown ni kampuni, Clowns ni kampuni haya matangazo wanaopata Mwijaku hayo ni makampuni Mwijaku, kama Watanzania wanakumbuka, miaka kadhaa iliyopita, akiwa mfanyakazi wa Clouds alitoka kwenye picha za video za ngono akiwa na Menina yule bongo movie, zilitrend sana zile ndani na nje ya Tanzania channel. Ndio nilisema siku ile Clouds hawezi kumfukuza Mwijaku. Hata hayo makampuni yanayotangaza hawawezi kuachana naye, sababu Tanzania ukiwa na makashfa ya kipumbavu ndio unakuwa balozi sababu ni makampuni ya ajabu ajabu ya kijinga jinga yanataka ujinga ujinga yanaendana na ujinga ujinga, ukitoka tuna mapicha ya uchi, kesho ni balozi wa kampuni, kisha naelewa. So Tanzania we are not serious. Kama alivyosema clown, ingekuwa ujinga ujinga ya so, Kenya, Rwanda au Burundi au South Africa, huyo angefukuzwa kazi na makampuni yote, angemtema. Na ndio turudi nyuma, alishatokea hayo ma, ma, anafanya mapenzi vl, vl, vl, wanajirekodi na Menina mpaka ma, mahakamani, si ile kesi ilienda. So Menina ilimuuma sana. Na hakuna mtu ambaye ka, kazulika kwenye ile kashfu kama Menina sababu imemchafua sana na ilimuumiza sana na imempoteza Menina kwenye, kwenye gemu yake Menina hata kwenye umis, MC hayu hayu kwa sababu ilimzalilisha, lakini kwa Mwijaku ilimfaidisha, lakini Menina ilimzalilisha na ilimuumiza sana kama mtoto wa kike, na imesababisha mpaka akapotea kwenye gemu yake, kwa hiyo ilimvuruga kisaikolojia kwa hiyo sijui kesi iliishi iliishi vipi iliishaje? Lakini Klaus, nawauliza wa Tanzania walimfukuza kazi Mwijaku kwa skendo kama ile? So, ndio tuko hivyo Tanzania, maskendo machafu ndio unakuwa balozi, maskendo machafu ndio unapata dilizi. Kwa hiyo Tanzania wanapenda upuzi, ndo maana ni taifa la majitu mapuzi. Umenaelewa vizuri yeah. Kizungumza heshima ya ndoa, kwa sababu kile ile ya kwanza ya Menina, Mwijaku alikuwa kwenye ndoa na mke huyo huyo, na hii ya pili Mwijaku tena imetokea kwenye ndoa. Shida ni nini kwa Mwijaku katika ndoa ya unajua kama ilitokea kwa Menina akiwa na huyo mke wake na sasa hivi imetokea yuko na huyo mke wake. Unajua sasa hivi mdogo wangu wangu. Hizi ndoa hizi. Usijifanye mfukunyuku sana. Utaona vitu vya ajabu sana kwenye hizi ndoa. Sasa hivi hapa mjini watu wanaishi kwenye hizi ndoa. Huyu ana ana mabwana huku, huyu naye ana wanawake huku, huyu ana mwanaume anadanga huku na mwanamke anadanga huku. So no wivu. Ushaelewa? Kwa mjini hapa Dar es Salaam mwanamke anadanga huku na mwanaume naye anadanga huku. Kwa hata huyu akifumaniwa huku, huyu akifumaniwa huku, hakuna kupigana. Maisha yanafanya nini? Yanaendelea kwa sababu mpango wao tafuta huku na mimi nitafute huku. Kwa hiyo hata mfano tu Mwijaku awe, awe na lishanga zina hela. Huyu mke wake anasema yes, kachune lete. Huyu mwanamke wake naye akipata sponsa lizee na hela safi mkango kachune lete kwa hiyo vijana wengi hapa mjini wanaishi hiyo lifestyle kwa hiyo ndoa sasa hivi sikuumize kichwa kwamba ukatoka na picha za ucha ataachana na mke yake no no serious marriage hakuna ndoa serious sasa hivi watu wanaishi tu kwenye mapenzi na ndio maana hivi unaweza ukakuta jamali dinapigwa miti na wanaume wenzake na bado lina mwanamke na mwanamke anajua lakini na mwanamke yupo na anajua bwanangu anapigwa miti <laughs> Sasa so, hserera hapa, ndio mjini Dar es Salaam sio daga moto sana. Kwa hiyo unavyomwona mke wa Mwijaku maisha yanaendelea, huwezi kujua sasa makubaliano yao mle ndani hserera, lakini kwa mwanamke ambaye haisha hayo maisha kama nilivyozungumzia, lazima anateseka na anaumia hserera. Lakini pia tunaweza tukampongeza tuka mke wa Mwijaku kwa maana, ukizingatia haya yote yaliyotokea, still hajaongea neno lolote katika mitandao wala kuonesha hisia zake. Kama ni tatizo la ndani basi, watamaliza yeye na mumewe, ya kwa sababu kwanza sijawa, yani mi sijamzoea sana mke wa Mwijaku, sijuani naye, lakini sio mtu wa kwenye mitandao sana, si ndio? Sio mtu wa kwenye mitandao sana, nafikiri ndio lifestyle yake, sio mtu wa kwenye mitandao sasa. Hayo mengine wanajuana wao chumbani, lakini ni short, ni kwamba kwamba ndoa za sasa hivi ni ndoa ambazo mwanamke anatafuta huku. Kwa hiyo sasa hivi hata Mwijaku akiambiwa aki mkeo anatembea na lizee fulani na hela kwa, kuna watu hapa mjini wanatafuta pesa kwa njia ya mapenzi, so kama mnatafuta pesa kwa njia ya mapenzi, so, kwa njia ya mapenzi sio kwa jasholeni, kwa kufanya kazi, you have to accept your situation kwamba mke wangu anadanga fresh mme wangu anadanga kwa mashangazi fresh. Ushaelewa vizuri, ndo watu wanavyoisha sasa hivi hapa mjini, umeelewa vizuri. Na ndio maana sasa hivi unaweza ukakuta kama mimi nilivyo kaa hapa, alafu na mwanamke wangu gari inapiga honi pale, na najua kabisa jamaa mtaka na mke wangu, namwambia jamaa anakuita kule nje, anaenda anachukuliwa, anaenda kula, anarudi na chochote kitu, tunaendelea kuishi. Ushaelewa, kodi imepatikana, maisha anaenda, nguo zimepatikana, maisha anaenda chakula kimemaishan lakini mwanamke wangu, hiyo pesa kaipata wapi? kwenye kupigwa miti, umeelewa vizuri mm. Kwa hiyo yes. Dunia ya mjini iko hivyo kwa sasa, wanasemaga yeah. Mkuki kwa nguruwe. Imeonekana kwamba Mwijaku kitendo cha Mwakinyo kumwataki imeimpenda sana, lakini ukizingatia Mwijaku ni mmoja ambaye waga anayazungumzia sana mahusiano ya watu wengi, wasanii maselebrity hakuna jambo baya litokee katika mahusiano ya msanii Mwijaku wasingize mkono. Hii imekuwaje? kwa upande wake, kwa nini ameamua kumjibu Mwakenya? Ah, ndio maana nakwambia kwamba unaweza ukawa mhubiri mzuri sana lakini hayo mahubiri wewe hauyaishi. kwa hata, tuna viongozi wa dini wanahubiri amani, lakini wenyewe hata kwenye ndoa zao hamna amani wanamiliki upendo lakini ndoa zao wenyewe majumbani hakuna upendo, lakini ni, ni, wa, ni watumishi wa Mungu. Umeelewa vizuri. Kwa hiyo mtu anapozungumza jambo na, na wala yeye mwenyewe haliishi hilo jambo, hao watu wako wengi sana hapa duniani, shaelewa vizuri. Kwa hiyo kwa Mwijaku kuwa anazungumza kuhusu hili na hili kwa wengine, afu mwenyewe anafanya hivyo. Kwa hiyo sio yeye wa kwanza, kwa hiyo wapo wengi tu. Kwa hiyo inatakiwa Mwijaku akubali kama yeye anavyokosoa naye akikosolewa. Ya, na ya, ya unapokosoa lazima sasa inategemea unakosoleaje. Kwa mfano, mimi nikikukosoa sasa utanikosoa nini? Sio unaelewa vizuri. Kwa hiyo yeah. Mwakinyo, kama hataki Mwijaku. Lakini <laughs> Mwijaku naye kapiga msumari kwamba mbona wewe siku zii yani si umeelewa? Mwijaku naye akasema, bwana wewe una kesi yako ya kuua. Naona sasa sasa ni Mwijaku bwana. Eh, ukimw yeye anakurudishia mara mbili yake. Unapoata kitu umejipanga kwamba we una doa. Kwa hiyo kwa Mwakinyo kumwataki Mwijaku wakati yeye mwenyewe juzi katitu hapa. Ana kesi alafu kesi yake haijalikuwa kwa bila juada na wakubwa. Kwa hata kwamba Lukamba alichosema kwamba kuna watu wanajificha kujiweka kwa viongozi na nini na nini na nini lamene wanaojifanya wako karibu na viongozi, wengi tu tunawajua hapo. Sababu wanashiriki kwenye makampeni, wanapiga picha na viongozi muda wote, wana hang out na viongozi. Wapo wengi mno, hata haya maganga matapeli haya yote Shanele, haya yanayojifanya na hela ya Filimason yote yako karibu ya na viongozi yanapiga nayo picha akiona ya kapiga picha na waziri mkuu picha na, mwa, na Waziri Ngwajima na mama Samia. Mtu mganga tayari anaja ja kwenye kumi na nane Shanele, kwa hiyo haya matapeli yapo, yapo na sio tu wasanii, yapo mengi yanayojificha kwenye mwamvuli wa viongozi. Shaanaelewa? Yes, kwa hiyo so watch your back. Ndo tulipo na na viongozi, kwa hili hawatakiwi hawapaswi kuzungumza au kulikemea, kwamba ukitokea mimi na wewe tunafahamiana au ni marafiki, basi usitumie mwamvuli, yani kivuli changu wewe kufanikisha mambo ambayo yanaikwaza jamii. Mimi ninachoweza ukisema hapa kiongozi hawezi kukuonya hivyo Inabidi tu uwe na akili timamu. Kwamba nimebahatika najuana na Kassim Majaliwa kwa sababu kujuana naye is not easy. Kujuana na waziri mkuu is not easy. Mimi na namba hizo lakini mimi siwezi kuwa polisi. Kituo cha polisi, ni wizara ya sanaire. Nimeenda pale kufa, kupiga show kituo cha polisi mpaka nianze kum, kumpigia simu anefe wakati ni waziri wa sana. Je, kituo cha polisi na na wa, na kuna jukwaa pale nimeenda kuperform, si nimeenda kwa kesi zangu. Sasa au nimpigie simu Albert Chalamila, inahusiana na nini na mimi nikiwa polisi? Kwa hiyo akili kishanaelewa. Ni wa, niwaambie hivi nyinyi mnaojivunia viongozi kwamba najuana na wakubwa, niwape mfano mmoja tu hai kabisa. Kuna tajiri mmoja mkubwa sana, bilionea Arusha, wote wanamjua, sawa? kipindi cha utawala wa hayati Mkapa, IGP kipindi hicho alikuwa mzee Maita, sasa hivi ni mstafu yuko Morogoro. Sawa, yule jamaa alikuwa na namba za Mkapa za Maita, sawa. Kafanya mbanga za bilionea huyo mtu wa madini Mererani. Hii story watu wengi wanaijua, hata wakiwa wa serikali hata Arusha huko. Jamaa alifanya tukio akakamatwa na polisi Alipokamatwa na polisi akawa na wadharau polisi, kufika kituo cha polisi pale, polisi wanamwangalia tu kshanelo nini, nini? anawambia mtanifanya nini mimi sii nini nani? Polisi wanamwangalia tu, kaambia piga simu, akaanza kupiga simu kwa mzee Mkapa, piga kwa rais hapo. Mkapa sio rais, mstafu rais. Kapiga kwa mzee Mkapa, piga simu, piga simu, haipokelewi kaka atakapiga kwa mzee Maita, IGP wa jeshi na polisi, piga piga, vua mkanda vua viatu, ndani huyo. Alifungwa sasa na wake, alipigwa nyundo na akapelekwa gereza la Dodoma na mke wake, sio, akafungwa gereza la wapi huko na huyo ni bilionea wa Mererani. Kwa hiyo nawapa mifano hai kwamba usijifanye unajuana na wakubwa wakubwa, wao wanabadilika. Mimi nawajua vizuri waga, wanabadilika. Unashangaa simu unapiga haziiti, unapiga hazipokelewi, kwa sababu ya ujinga. Ukijuana na mkubwa mheshimu, na wewe jiheshimu. Usifanye vitu kwa sababu unajuana na mkubwa. Sivuke mipaka, sivuke mipaka. Sometimes wakubwa wa wanakuwa wanashindwa kujisogeza kuji, karibu na watu ambao maarufu kulingana na mazingira kama haya, maana hii kesi za hivi sio moja, sio mbili, yes. Kwa hiyo nimewapa ni tu mfano wa huyo bilionea hmm. Kilichomkuta alifungwa utawala wa Mkapa aijipi mzee, najua mzee maita yuko Morogoro, atakuwa hii interview akiona, anasema yes, kweli ilitokea hiyo na ubilionea wake mtu wa Merelani madini, bilionea sio milionea, bilionea alichezea mvua. Sababu unajua, ukifungwa unaweza ukafungwa mahakama ya Arusha, lakini gereza ukai Arusha, unajua hicho kitu mm -hmm. unaweza ukashangaa unapelekwa mko, mkono, wa mara mm -hmm. Morogoro kule kwenye kukata magogo na kuchoma mkaa au kwenye nani magereza kulima chumvi yes. Kwa unaweza ukafungwa mwanzo ukapelekwa gereza la Mbeya mm -hmm. ndio hasa yeye alipelekwa la Dodoma. Maneno mazuri. So kuna mtu anayekuja kama ni bilionea huko. Yes. So watch your back. Okay, kwa kumaliza, ongea na mashabiki zako ah. Mimi kama kawaida nasitiza tu, sasa hivi tunaelekea kipindi cha uchaguzi, tudumisha amani, upendo na furaha, ambavyo Tanzania ni eneo takatifu, ni nchi takatifu Mwenyezi Mungu kapanda upendo, kapanda amani, kapanda furaha, na mataifa jirani yote yanategemea kuchuma upendo kutoka hapa, kuchuma amani na furaha kutoka hapo. So kama Watanzania tuwe wamoja kuhakikisha kwamba tunaenda kwenye uchaguzi kwa amani, upendo udumu na furaha idumu, maendeleo yazidi, yazidi kwenda. Na ujumbe wangu mwingine mkubwa, usichague mtu kwa sababu kakuonga pesa, itakuumiza miaka mitano. Chagua kiongozi yoyote unayemwona katika jimbo langu anafaa, katika kata yangu huyu diwani anafaa, bila kujali ana pesa. Tukifanya hivyo, maendeleo katika nchi ya Tanzania yanaanzia kwenye serikali za mtaa, sababu ndio tunaishi nazo. Ukichagua mwenyekiti wa serikali za mtaa kama ilivyopita, alafu kiwanja kimoja mnauziwa watu kumi, hilo ni tatizo lenu, sio la mama Samia, sio mama Samia mjuyo, mwenyekiti wa serikali za mtaa mnamjua nyinyi. Huyo diwani wako ukichagua kimeo, mama Samia diwani afanya nini? Hamjui, nyinyi ndio mnaishi naye. kama ni kimeo mlichagua kimeo nyinyi wenyewe. huyo mbunge mnamjua nyinyi. Kwa watu watatu, serikali za mtaa, diwani na mbunge, ndio maendeleo yanaanzia, ndio yanaenda serikali kuu, ambapo ni kwa mama Samia. Ushanaelewa? unapoishiwe, mama Samia na jicho la kupaona anayepaona, pale ni diwani wako mwenyekiti wa mtaa na mbunge wako. Kwa hiyo tuchague machaguo bora, bila kujali rushwa, bila kuongwa pesa, bila kuongwa pombe, bila kuongwa nyama choma. Tuchague viongozi bora ili tuweze kupata maisha bora.